The last person ambaye nilimkosea mm. alinisamehe kabla hata sijamwumba msamaha sure. Ila alihitaji tu tayari wa mimi kusema samahani, ilifanya mm. mimi niwe uhuru. Kwa mtu yoyote, uwe ndugu, uwe nani, unichukie, usinichukie, I was yani e kufanya chochote. Kwahiyo nguvu ya msamaha, unaona kwahiyokuchukua muda gani u realize... Ili niwe uhuru hapa, inahitaji kuomba msamaha from the day umetenda kosa au umefanya hiyo mistake mpaka ku realize kwamba yeah. ili niwe na amani na hawa watu au yeah. niwe na amani actually amani sio na watu amani yeah. wewe mm. eh. a single week yeah wiki yeah. yeah. moja tu kwa wiki moja uliishi katika hiyo mateso yeah na msamaha, comment zao zilikuwaje? it's okay, tumekusamea <laughs> maana maanake si sasi... <laughs> ni jambo la watu tofauti tofauti, kila mtu ana namna ya, ya, kila, kila mtu alipokea kwa alipopokea, alafu kila mtu alikuwa na cha kwake cha kuniambia. Kila mtu alikuwa na namna ambavyo alinijenga na kunitia moyo. Wapo ambao aliniambia wewe sio wa kwanza kufanya kosa, wapo ambao aliniambia dunia na mengi, yani yote ambayo unayapitia sasa hivi ni sehemu ya dunia ya kutengeneza wewe. Kwa hiyo kila mtu ambaye aliniambia cha kwake hmm. kuna namna alinijenga, hata okay. kama aliongea jasi kwa kunifurahisha lakini kuna namna alinijenga kwa sababu mimi remember, wakati ninaambia hivyo vitu nilikuwa na mwaga machozi sana.